Alu zwali chikifunda mazao ga biashara mazao ga chichi? yeah, yeah. Mazao ga biashara kotiya mang'alanga. uh -huh. Matama. uh -huh. monga monga hagwe. Uh -huh. mayungu yunji chichi nzugu. Samani ba. Unafundisha lugha gani hiyo? Nimesikia kutoka kule. anye mkutangaayi Mtangwa nini mwalimu wewe? Unafundisha tu lugha ambayo haieleweki. Unafundisha lugha gani sasa? Hawa watoto wanaelewa nini? Wanangu kila siku analalamika kwamba mwalimu anafundisha kigogo ambacho sielewi mimi. Chilie dodo wewe, umekufunda ngogo ngogo tu, sio kwa sababu ilidikufunda ngogongogo du mwalimu ipanjira waliuwalimu siakufurumua